Mke wa Rais Mama Janeth Magufuli ameagana na walimu na wanafunzi wa shule ya msingi Mbuyuni jijini Dar es Salaam alikokuwa akifundisha na kuahidi walimu kufikisha serikalini changamoto zinazo wakabili walimu wote nchini. Awali, mwalimu mkuu wa shule hiyo amemweleza Mama Janeth Magufuli kuwa walimu kote nchini wanakabiliwa na changamoto na mahitaji yanayofanana ikiwemo mishahara kuchelewa, kupandishwa madaraja, nauli na likizo makazi pamoja na wastaafu kucheleweshewa mafao yao, hivyo asaidie kumfikishia Rais John Magufuli taarifa yao. Ifuatayo ni taarifa mwandishi wetu Gania Jumbe. Baada ya miaka kumi na saba ya kufundisha katika shule ya msingi Mbuyuni, wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, mke wa rais Mama Janet Magufuli ameondoka rasmi shuleni hapa, ili kutekeleza majukumu mengine yanayomkabili kwa hivi sasa, akiwa mke wa rais wa Tanzania. Mwalimu wetu Janeth John Pombe Magufuli, tunakushukuru sana kwa kuja kutuaga. Tunaomba pamoja na majukumu ulionayo ya kitaifa, isiye mwisho wa kuja kututembelea upatapo nafasi, siku nyingine uje utuone. Akizungumza na walimu, wanafunzi, maafisa elimu na wageni walioalikwa katika hafla hii ya kumwaga. Mama Janeth amesema walimu hapa nchini wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, hivyo ameahidi kufikisha kilio chao kwa niaba ya walimu wote nchini. Kwa kweli hizi changamoto nitazichukua, na sio tu kwa shule ya Mbuyuni, Tanzania nzima tuna matatizo walimu yanayofanana. Kweli inatukatisha tamaa saa nyingine, na ukizingatia kazi ya walimu ni ngumu sana Mama Janeth Magufuli amewataka wanafunzi kusoma kwa bidii na kuwaomba wazazi na walezi kushirikiana na serikali kuhakikisha watoto wanasoma. Hii dhana ambayo Mheshimiwa Rais aliyozungumza kwamba elimu bure, basi wazazi na walezi tusibweteke, yapo ya kusaidia kama uniformu, hakikisha mtoto amekula vizuri, umpe mahitaji yale ambayo yata, ataweza kuja shule na kuanza kusoma vizuri akiwa na mahitaji kamili. Akimkaribisha mgeni rasmi, mkuu wa wilaya ya Kinondoni Paul Makonda amesema halmashauri ya wilaya Kinondoni ina mkakati wa kuhakikisha mazingira bora ya elimu. wiki mbili zinazokuja, tutakuwa tumeshakamilisha maongezi ya vyombo vya usafiri kwa wilaya yetu ya Kinondoni ambao mwongezi wetu ni kuwaomba wamiliki wa vyombo vya usafiri hasa daladala kuwapa nafasi ya kuwasafirisha kule walimu wetu wanapowahi majukumu yao kwenda kufundisha kule. Awali, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mbuyuni na kaimu afisa elimu wa manispaa ya Kinondoni wamesema walimu wako mstari wa mbele na Rais Magufuli katika mpango wake wa elimu bure na kuomba changamoto zao zishughulikiwe. Wanafunzi wa shule hii wakawa na neno kwa Mama Magufuli kwao. Kwa ufupi mwalimu Janeth Pombe alikuwa mwalimu mzuri, alikuwa anafundisha historia, uraia, haiba na michezo. Sasa za kazi anatufundisha vizuri, masomo yake mazuri na tunampenda. Walimu wa shule ya msingi Mbuyuni wamemkabidhi mama Janeth zawadi, huku wanafunzi wenye uhitaji wakikabidhiwa sare ya shule <mimu>